Akielezea faraja yake baada ya madaktari bingwa hao kumfanyia upasuaji huo katika hospitali ya wilaya ya Maswa bifelista Petro, huku mumewe Bwana Basu Bugumba anaelezea magumu aliyoyapitia ndani ya ndoa pindi mkewe akiwa anaumwa. Nimehangaika na ugonjwa miaka minne, nilikuwa nahangaika. Ukifanya tendo la ndoa na mme wangu anakuja maumivu makali sana. Amefanyiwa operesheni ya uvimbe Kwenye mfuko wa uzazi. Na tendo la ndoa na mke wangu na watoto eh. Mpaka sasa kwa na natakiwa nifikishe watoto hata wanne. Dr. Philmon Magile ni daktari bingwa magonjwa ya wanawake na afya ya uzazi anaelezea hali ya magonjwa hayo. Nikiona kwa mfano, nikiona magonjwa 20, 25, 30. Lakini unaweza ukakuta nusu ya wagonjwa au wakati mwingine robo tatu ya wagonjwa niliwaona, wengi wanakuja na shida ya uzazi, kwa wanaona bado kuna changamoto kubwa, ni bado hili swala linahitaji ku address. Linahitaji of course utafiti tujue shida kwa sato, ni nini kwa sababu ni wagonjwa tunawaona na tumegundua shida zao baadhi. Lakini inaonekana tatizo ni kubwa. Daktari Dogratias Simtaki ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Maswa Anaelezea tija ya ujio wa madaktari bingwa hao. Wameweza kuhudumia wagonjwa mia tano sabini na tisa. Kati ya hao mia tano sabini na tisa walioonwa, wagonjwa sabini na mbili wameweza kufanyiwa upasuaji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na upasuaji wa macho wamefanyiwa wagonjwa thelathini na saba; koo, pua na masikio wagonjwa ishirini na tatu; magonjwa ya kinamama na uzazi wagonjwa saba na upasuaji mkubwa wagonjwa watano. Kutoka hapa chumba cha upasuaji katika hospitali ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, Tedi Kilanga, ITV.